Mambo vipi, 5 gear imefika. Wakati poa sana kuweza kupata elimu kuhusiana na magari. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuja pamoja na gari, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa ni addition, na kuna baadhi ya vitu vingine ni accessories katika gari yako. Lakini katika vitu ambavyo ni addition, kuna vitu vingine ni muhimu sana, kutokana na hali halisi na, na, na upotevu wa magari mengi sana. Moja kati ya vitu muhimu ambavyo mimi mwenyewe nimetamani kumletea wewe mtazamaji wa 5 gear ni tracking device. Yaani ile system ambayo inawekwa katika gari yako kwa ajili ya kuweza kufuatilia mienendo yote na pia kuweza kufuatilia gari yako pale inapopotea ama unapotaka kujua namna gani unavyotumia gari yako. Leo niko na mtaalamu wa tracking system anayefahamika kwa jina la George. Mr George, karibu katika 5 gear na waelezee watu waweze kufahamu kuhusiana na tracking device na aina za tracking device na vitu kibao sana. Kuna aina nyingi sana ya tracking system, lakini zimegawanyika katika makundi makuu mawili ambapo mojawapo zamani zile katika teknolojia ya zamani watu walikuwa wanatumia sana RF, lakini siku hizi watu wanatumia mambo ya GPS na teknolojia ya kisasa zaidi. Sasa system, vitu ambavyo tunafanya katika mambo ya tracking system. Kuna fanya tracking system tunafanya kwenye, kwenye generators, kuna mitambo mikubwa, magari aina zote lakini kwa kuwa leo tuko hapa katika 5 Gear, tutazungumzia sana kuhusiana na tracking systems ambazo zinafungwa kwenye magari. Labda kwa kuanza, nieleze tracking system maana yake nini au mfumo wa ufuatiliaji maana yake nini? Ya, mfumo wa ufuatiliaji ni kifaa ambacho kinafungwa ndani ya gari lako, inaweza ikawa bajaji, pikipiki, piki, loli hata gari nyingine ya aina yoyote, hata mitambo ambayo aitembei, inafungwa ndani yake ili kuweza kujua mfano gari yako sehemu si ilipo, kama inatembea, imesimama, inafanya nini na iko sehemu si gani, inatembea, kama inatembea ni spidi ngapi. Na ndugu mtangazaji, hiyo ni muhimu sana. Sasa hivi tukiangalia katika mambo ya maajali ya barabarani, hata kwa mabasi yanayoenda mikoani na magari private, ajali zimekuwa ni nyingi sana lakini, kama tukitumia vizuri tracking system device, tunaweza tukafika mbali sababu unaweza ukajua hata kama wata madereva watatoa rushwa kwa askari labda wabarabarani wasio waadilifu, tunaweza tukafahamu kwamba hii gari ilipita ili eneo lilikuwa ni speed 30 lakini ilipita ili eneo ikawa na speed labda 100, unaona. Kwa hiyo tracking system ina mambo mengi sana ndani yake, lakini GPS unaweza kuona katika ramani ndiyo. GPS unaweza ukaona, kwa sababu system hizi ziko zinatumia web-based. nikisema web manake wavuti kwa lugha ya Kiswahili yeah. Kwa hiyo gari kama itakuwepo sehemu yoyote ile, wewe unachofanya, unaingia unaweka password yako na uh, username yako, unaingia unaona gari yako sehemu ilipo na inafanya kitu gani wakati huo, na ikipotea una uwezo kuizima. Ndio kabisa, ukipotea gari yako unaweza ukaizima pia kwa kutumia kompyuta. Kama huna kompyuta, unaweza ukaizima pia kwa kutumia simu ya mkononi, unaitumia tu SMS, gari inazima instant Utaona katika... na ukiizima gari ukiingia online yeah, kwenye interface ya system, yeah, utaona ile gari imezimika na inakutumia alert kwamba gari imezimika. Na yule mtu akitoa battery labda aliyechukua gari akatoa battery ya gari ndio, mm -hmm. E, ni kweli watu waliotengeneza system hizi wamefikiria hicho kitu, na ndio maana kila system inayokuja inakuja na backup battery kwamba gari hata ikitolewa betri system inaweza ikakaa na betri yake kwa muda wa wiki moja ah. Kwa hiyo itakuwa kidogo ni rahisi, hata mtu akisema ngoja nichomoe betri ili pengine labda nisionekane, atakuwa ameshindwa actually. Kuna system za hmm, aina nyingi, lakini tuchukulie mfano hii hapa ambao ni system ambao kila mtu anaweza kafunga a kwenye bajaji, kwenye pikipiki piki, kama nilivyosema au hata kwenye gari ah, ni kifaa katero kidogo tu Haa, ambacho ukiweka mtu hawezi fahamu kwamba gari yako umefunga system na hivi viko tofauti yani? viko tofauti kutokana na matumizi tofauti kama nilivyosema hapo mwanzo. hii hii ni ile ambayo tunaongelea ya radio frequency ama GPS. Hii ni modern modern ya kisasa kabisa, ni inatumia GPS na GSM, lakini si gharama kubwa sana kunini, kuzi install pamoja na kunini ndogo gharama kweli. Kwenye swala la gharama, watu wamekuwa wakiogopa sana kufunga system kwa sababu ya gharama, lakini na kuhakikishia system hii haina gharama kabisa. Sasa kunavyosema hichi kifaa kinatuma taarifa kwa mmiliki wa gari ama yule uh, mtu ambaye mnadili naye. Sasa uh, kinaenda katika simu, unawezaje kupata kwa njia ya message? Kama mtu ana smartphone anapataje hizo taarifa? Sawa, kwanza tufahamu katika smartphones? Architecture ziko za aina mbili, kuna Android ambazo watu wengi wanazo na kuna pia iPhone ambazo zinaitwa iOS. Zote hizo unaweza ukapata informations kama unaweza ukajua okay, install software unaweza ukajua sehemu gari yako ilipo. kuna unaweza kuna unaweza ramani ukaona ya? Ramani ndio inakwepo unaweza okay, ukaona pia ni nani anaendesha hiyo gari jina lake, kama dereva yupo unaweka, unajua dereva gani anaendesha hiyo gari na anaelekea wapi na gari kama ina mafuta. Kama umefunga system ya mafuta, itaonyesha gari yako ina mafuta kiasi gani na mambo mengine yanayoendelea katika dashboard ya gari. Pia unaona unaweza kuona dashboard ya gari yako kwenye system kwamba no. gari pia nayo kwenye simu, unaweza ukaiona kwenye simu pia gari yako, na unaweza kuona abiria ambao wako ndani ya gari yako kwa wakati huo kamera ya ndani Yeah, system ina uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Na kama una simu ambayo sio Android au ama iOS unafanyaje? Okay, kama una simu ambayo sio Android, kitu ambacho unaweza kufanya, kwa sababu ya usalama, kama gari yako imeibiwa mm. unaweza ukatumia ile gari yako, unaweza ukaitumia SMS yeah. na ikazimika ah. ndio ah, <laughs> yeah, teknolojia imekuwa sana wow, Shukrani sana bana 5gear leo nadhani wameenjoy sana kupata ka Uh, car tracking system. Ewana unaweza kutucheki katika social network zetu at 5geartz Instagram page yetu, ama unaweza kuicheki mimi at 255 Jerry Instagram page yetu kwa ajili ya maswali ama maoni yako na kuweza kutuambia next week tukuletee jambo gani ama elimu gani uh, katika 5gear. Leo nikuwa ni na mtaalamu wa car, uh, car tracking system Mr. George. mimi ni Jeremiah 5gear